Before the opposition unification. Mgombea wa urais wa mrengo wa kulia nchini Korea ya Kusini, Kim Moon-soo siku ya Alhamisi amemshutumu uongozi wa chama chake kwa kujaribu kumtoa kwa nguvu kwenye, kwenye kinyang'anyiro hicho na kutishia kuchukua hatua za kisheria, zikiwa zimesalia wiki chache kabla uchaguzi wa dharura uliopangwa kufika Juni tatu. Akizungumza katika mkutano wa waandishi wa habari, Kim amesema anaamini kuwa nukuu Uongozi wa chama unajaribu kumshusha kwa makusudi ili kumpa nafasi mgombea mwingine, waziri mkuu wa zamani Han Duck-soo, licha ya Kim kuwa ndiye aliyeteuliwa kihalali na chama kupitia kura ya mchujo iliyofanyika Jumamosi. Hata hivyo, Reuters zimeripoti kuwa chama cha kihafidhina People Power Party PPP kimewataka Kim na Hani kukaa pamoja na kujadili ni nani kati yao atawakilisha chama kwenye uchaguzi huo. Hani, aliyekuwa kiongozi wa muda wa chama hicho, alijiuzulu wiki iliyopita ili kushiriki uchaguzi. Ingawa si mwanachama wa PPP, ani aliwahi kuwa waziri mkuu chini ya rais aliyepinduliwa Yoon Suk Yeol, ambaye alikuwa kutoka chama hicho. Muungano kati ya wagombea wa kihafidhina unaonekana kuwa moja ya njia chache za kupambana na mgombea wa chama cha Democratic Party, Lee Jae Myung, ambaye anaongoza katika kura za maoni. Katika mchuano wagombe wa wagombea wawili, Lee anaungwa mkono kwa asilimia 44 dhidi ya 34 za Han. Pamoja na hilo Lee anaongoza kwa asilimia 43 dhidi ya asilimia 29 za Kim, kwa mujibu wa tafiti za National Barometer Survey ya Alhamisi. Miongoni mwa wafuasi wa PPP, asilimia 53 wanampendelea Han, na asilimia 32 wanampendelea Kim. Kim amesema kuwa nukuu, mchakato wa kulazimisha muungano unaendelea na sasa ni jaribio la kuniondoa kwa nguvu kama mgombea, na huenda likazua mgogoro ya kisheria. Wafuasi wa Kim tayari wamewasilisha ombi la zuio la mahakama kuzuia chama kusitisha mkutano mkuu wikendi hii ili kumteua rasmi mmoja kati ya Kim au Han, kulingana na taarifa ya Shirika la Habari la Yonhap siku ya Jumatano. Mvutano huu umepunguza mwelekeo kwenye mjadala ya sera huku chama hicho kikikabiliwa na ugumu wa kudumisha uraisi baada ya rais kuondolewa madarakani ya Aprili kwa kuamuru hali ya kijeshi ghafla. Viongozi wakuu wa PPP na timu ya Han wanamshindikiza Kim akubali kufikia mwafaka kabla ya tarehe 11 Mei, siku ya mwisho ya kuwasilisha majina ya wagombea wa, wa urais. Kim amekataa wito huo na kupendekeza kuwa, nukuu, kila mgombea afanye kampeni ya wiki moja kisha kura ya maoni ya wananchi ifanyike kumchagua mgombea mmoja wa muungano. Kiongozi wa bunge wa PPP Kiong Siung Dong, Amesema kuwa nukuu, Kim anajaribu kubaki mgombea kwa njia ya aibu, akitaja takwimu za kura za maoni zinaonyesha Kim akiwa nyuma ya Han, mwisho wa nukuu. Kwon alianza mgomo wa kula Jumatano usiku akiwa na viongozi wengine wa chama, kwa lengo la kumshinikiza Kim akubali mwafaka wa haraka. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata updates mbalimbali kuhusiana na mzozo huo.